Kufanyika. Kufanyika. Sasa kwanza, sasa kwanza mheshimiwa, tukiangalia tukiangalia umati uliojitokeza hapa, uliojitokeza hapa. Mimi naweza kusema, mimi naweza kusema wameanza hatua ya kupiga kura kwa miguu kwa miguu. Tarehe 29 mwezi huu wa Oktoba kwenda kupiga kwenda kupiga kwa kalamu. Tuna tiki tuna tiki tuna tiki Shinyanga oye, Shinyanga oye nyota angavu ya asubuhi yenye matumaini. Kwa yale anasema leo hapa, tumezidi, tumevuka matumaini, sasa tunategemea, matarajio, tunategemea mambo yatoke, na mambo yatatoke hivyo. Wananchi wa Shinyanga, tunamleta kwenu mgombea mnaemfahamu, mgombea mliomuona kupitia kazi kubwa aliyoifanya. Kwa hivyo kama alivyosema wengine, tunakwenda kupigia kura maendeleo ya taifa letu. Tunaenda kupigia ustawi wa wanachama. Kwa hivyo, tarehe 29, mwezi huu wa Oktoba, tukamchague Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, tukachague wakachague wote wa Chama cha Mapinduzi.

Nawashukuru ndugu katibu mkuu wa chama Chama cha Mapinduzi na viongozi wote, wote, na, na, jumuiya yake, na zake, zake, zake katika ngazi zetu zote taifa, zote taifa. Ha, hadi hapa tulipo, hadi hapa tulipo Ndugu agombea wetu, ndugu agombea wetu wa ubunge, ndugu Azza Hilal wa Itwangi, na wagombea wote wengine mlioko hapa bila kusahau wagombea wa udiwani wa udiwani, wakata za wilaya hii ya Shinyanga, ya Shinyanga Viongozi, viongozi wetu wa dini na wazee wetu, na wazee wa Shinyanga, machifu wenzangu na viongozi wa kimila, wasanii pamoja na makundi yote ya hamasa mliopo. Kazi na utu. Ndugu zangu wa Shinyanga. Ndugu zangu wa Shinyanga. Kwanza ni furaha yangu. Kwanza ni furaha yangu kuingia leo Shinyanga. Kuingia leo Shinyanga. Nimeingia Shinyanga. Nimeingia Shinyanga nikipigia hodi. Pale. Pale. Kunaitwaje? Kunaitwaje? Maganzo. Maganzo. Wilaya ya Kishapu. Wilaya ya Kishapu. Eh, nimepigia hodi pale, wamenikaribisha Shinyanga. Sasa hiki ni kituo cha pili cha pili, cha pili, ndani ya Shinyanga, ya Shinyanga, lakini nataka lakini nataka niseme, niseme furaha yangu furaha yangu mchangao wangu mchangao wangu, yani nimeingia kwenye hii jamii, ningeambiwa ningeambiwa kampeni hapa leo ningeridhika kabisa sijamini si kwa idadi ya, ya, ya watu niliowaona wana Shinyanga, uongozi wa mkoa na wilaya, watu na watibu wetu, hongereni sana sana wananchi wa wana wana wana wana wana wana Shinyanga kwa kujitokeza kwa kujitokeza kwa wingi kwa kwa namna na hii na hii ni ishara ya mapenzi ya mapenzi makubwa kwa chama, na hii na hii hii hii chama cha chama Mapinduzi. Lakini, lakini pia kwa viongozi wenu ambao ambao wengi kati yetu ni wagombea, mmeonesha imani kubwa sana. Shinyanga, saluti! asanteni sana, kubwa sana. Shinyanga sana. Shinyanga, ndugu zangu wa Shinyanga mengi yamesemwa na walionitangulia, na Waswahili wanasema ukichonga mwiko, ukichonga mwiko, una hifadhi kwenye mkono wako, wakati una, una, una, una, unapika, mwiko unatangulia, mkono unabaki nyuma sana. Nawashukuru wa vijana, vijana wangu kwa yale yote, kwa yale, kwa yale yote yale yote waliofafanuzwa waliyonuzwa waliyoutoa yote hiyo yote. Tumesikia hapa yaliyofanyika yaliyofanyika nyuma. Wagombea bunge wamesema. Lakini na vijana wangu wameongea pia, yaliyobaki ambayo yanapaswa kufanywa kufanywa, Kutekeleza yaliyobakia ndugu ya zangu, maendeleo ni safari, unaanza hatua, unakwenda hatua. Kwa hiyo, kipindi cha miaka mitano iliyopita tumekwenda hatua, na tunajipanga kwa hatua za kipindi cha miaka mitano inayofuata. Na hii ni katika sekta zote: afya, elimu, maji

yamo kwenye kitabu kidogo, kidogo cha ilani kitabu cha mkoa wa Shinyanga ndio tumeweka yote, tumeweka yote, chama cha mapinduzi tutakwenda kuyatekeleza. Kwa hiyo kutokana na muda, kwamba ndugu zangu mmekuja kwa wingi kutoka asubuhi, lakini tumepata baraka ya jua kali Ambaye tunakwenda kuyafanya, tunakwenda kuyafanya, kuyafanya lakini madiwani wenu, madiwani wenu, wagombea ubunge wenu, nimewakabidhi ilani, na nyingine nitazikabidhi hapa, hapa ili wapitie wawaambie ndani ya mkoa tumepanga kufanya mambo gani, kufanya, ni wahakikishie tunakwenda kufanya, kufanya mambo makubwa, aa, mazuri zaidi kuliko yale tuliyofanya kipindi hiki. Lengo letu. Lengo letu. Kama alivyo sema. Kama alivyo sema. Mgombea wa ugombea wa ubunge wa Nzega. Nzega. Ameniilipa dhamana kwa waziri wa kilimo. Lengo letu. Lengo letu. Ni kuimarisha. Ni kuimarisha. Kuhifadhi. Na kuheshimisha. Na kuheshimisha. Utu wa Mtanzania. Utu wa Mtanzania. Utu wa mwana Shinyanga. Utu wa mwana Shinyanga. Utu wa Mtanzania. Utu wa Mtanzania. Popote pale alipo. Hiyo kazi yetu. Tunaomba mtupe. Tukaifanye. Tukaifanye. Ili rike na, na uheshimike. Ndugu zangu, pamoja na tulioyaweka kwenye kitabu kama ahadi za ilani, kuna maombi mapya ambayo hayamo kwenye ilani yametolewa. Nataka niseme nimeyapokea, na utakwenda kuangalia uwezekano wa kuyafanyia kazi na wala isichukuliwe kwamba ahadi za mgombea alipopita Shinyanga, hapana. Tunayapokea, tunayapokea kwenda kuangalia uwezekano wa kufanyia kazi. Pengine wakati mtekeleza mengine, hayo mengine yatakuwa yanatekelezwa huko bila, kwamba haya ni maombi maalum, ndugu zangu, maombi tumeyapokea.

Ilani ambazo ambazo rais anazigawa kataba baina tapa, upraina, ya Chama cha Mapinduzi na wananchi wa Shinyanga. Sekta ya, ya kilimo yote yapo huko, yote yapo huko ndani. CCM oye, oye Dkt. Samia, Dkt. Samia oye. Kwa hiyo Oktoba 29 tukatiki kwa wagombea wa Chama cha Mapinduzi. CCM oye, oye. Kazi na utu. Aebu hapa, hapa, aebu mbele, hapa, mbele, hapa, hapa, hapa na kama mtupe tupeni kazi ndani ya vitabu humo, lakini hapa niko mimi

Na ilani zao mkononi, na ilani zao mkononi, na hawa madiwani, na hawa madiwani ni watu muhimu, ni watu muhimu sana kwenu kwa sababu mabilioni yote yaliyotajwa yanashushwa kupitia halmashauri, hadi Hadiwani hawa wanapokea, wanaangalia, wanaangalia, wanaangalia maelekezo tulio wapa tulio tulio na kusimamia, na kusimamia. Hili ndilo bunge letu. Ni waombe wana Shinyanga. Mkienda mkiwachanganya madiwani madiwa madiwa hawa kijani kijani nyeupe na bulu na, na manjano vyao, vyao, kutakuwa kuna, kuna ubishi, ubishi ikawe moja kwenye vikao, kwenye vikao na maendeleo na ya maendeleo haraka, yaende haraka ya haraka Tanzania, wa Tanzania wagombea ubunge wagombea ubunge pamoja, pamoja wa wetu pamoja wetu wa diwani sote kwa pamoja so tuna pamoja tunaomba kwa kura, kura, kura zenu ndugu zetu wa, wa Shinyanga wa Shinyanga. Sasa tunamuomba sasa tunamuomba Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu. Mungu atuamshie salama. Salama na furaha na, furaha. Na wote kila aliandikishwa atoke, aende akapige kura. Lakini mabalozi wetu wa maeneo, kwenye eneo lako na mlioandikishwa, balozi akija kigonga hodi, nenda na balozi wako, kapigeni kura, kapigeni kura. Mambo yamekwa vizuri kwa vizuri, hakuna muda mrefu wa foleni, nchi iko salama. Nenda kapige kura, kapige kura, kafanye mambo yako mengine, kama ni kwenda shamba au mengine, kapige kura, rudi fanya mambo mengine. Sasa ndugu zangu wa Shinyanga, mimi nataka mimi nataka nione mikono ambao leo hapa leo hapa wanatuahidi kwa kwenda kupiga kura kwa Chama cha Mapinduzi, wachague rais wa bunge na madiwani. Ndugu zangu mikono tuone, kura zetu tuone kura zetu. Mimi ni bingwa wa hesabu na hesabu hapa hapa, eh, zaidi ya kura milioni mbili na kitu hivi. Asanteni sana, asanteni sana haya. Ndugu zangu, Mungu awabariki.

Wana Shinyanga, wana Shinyanga, bango wangapi mna namna hii katika mfano wa karatasi ya kuitikia ya kwenda kupiga kura? Utakavyo, utakavyo, utakavyo, utakavyo, utakavyo, utakavyo kwenda kwenye chumba cha kupigia kura, ukipewa karatasi hii, angalia, angalia mgombea walioko hapa. Jambo la kwanza angalia nembo ya Chama cha Mapinduzi na karatasi ya kupigia kura ambayo mgombea Rais Samia Suluhu Hassan anaonyesha mkono wake pale. Wake pale. Jembe, na rangi ya kijani na njano na ndani ndani ya heki, ya ya ya ya kisanduku watu wa Shinyanga. Kwa hiyo baada ili utapewa Chama cha Mapinduzi na na na alama ya vema. Mwisho angalia nembo Weka mikono namna hii. Dr. Samia, Mungu awabariki na asanteni sana Dr. Samia no, <coughs> <coughs> <Samia, Dr>. <coughs> <coughs>